Na wajumbe wa ODM wameweka mkataba na Kenya Kwanza, hiyo inamaanisha, na wengine wanatoa ambao wan wan wanaleta dhuluma ya ajabu, ati mtu yeyote ambaye anaonekana anaelegea upande anaelemea ama ni rafiki ya Riggy G lazima atolewe. Sasa mjumbe wa kawaida akona makosa gani? mtu kama Ndindi Nyoro kwa mfano Ndiye alikuwa anasimamia budget, yaani ugawaji wa pesa za Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu hata yeye hakuzungumza juu ya rigiji, yeye alinyamaza tu. Katika hiyo kunyamaza akatolewa, akawekwa mtu wa ODM. Na hiyo ni kamati ambayo kisheria, kulingana na sheria za Bunge la Kenya, hiyo ni ofisi ambayo mwenye kusimama ni mtu wa serikali Kumaanisha mtu wa ODM ako ndani ya serikali. Sasa kutoka na romoro, tunasema vile vyama vya Azimio ambavyo vimesalia, chama cha Jubilii kiongozwa na Uhuru Kenyatta, chama cha Waipa ambacho mimi ni party leader, chama cha DAP ambacho mwe, mwe, mheshimiwa Eugene Wamalwa ndio kiongozi, na hata na KANU, alright? hivyo vyama sasa ndivyo vyama vya upinzani because huwezi kuwa na mguu mmoja upande hii na upande huko mguu mwingine, kama unaamini demokrasia kulingana na kikatiba. Basi wenzetu wameingia upande wa serikali, hata kama watakaa huko mpaka mwisho, hiyo ni mambo yao. Kama wataona dunia ni mbaya na wananchi wasikilize, wakitoka, hatuna ubaya na wao, lakini kwa sasa kulingana na sheria za Bunge, wako kwa upande wa serikali.